Leo nimefurahi kukutana na uongozi na wenzetu wa Wealth Magazine ambao wametembelea hapa TCCIA HQ katika kuja kutafuta mashirikiano ya kufanya kazi kwa pamoja. Wao wamekuja amekuja kwa nia njema, wakiamini kwamba chemba ya wafanyabiashara ni chemba ambayo inawakutanisha wafanyabiashara na wasio wafanyabiashara nchi nzima na yenye wanachama katika mikoa yote 26 Tanzania bara. Kwa wamekuja kuangalia katika fursa mbalimbali za kuweza kuhakikisha wanachama wetu na wasio wanachama wa TCCIA wanaweza kupata visibility kupitia kwenye magazini yao hii ya Wealth ambapo mimi kama mkurugenzi nimeafiki na ninaona ni jambo zuri ambao tunaweza kushirikiana nao. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana nao na nimeahidi ya kwamba wanachama wetu wote nchi nzima karibu ya elfu thelathini, ambao wanatoka katika sekta mbalimbali za kilimo, za biashara, za viwanda pamoja na hata madini, wanahakikisha wanachangamkia fursa hii kwa kuhakikisha taarifa zao zinafikiwa na kutumika katika gazeti hili kwa kwa la Wealth, ambao kimsingi kweli inaenda kutoa suluhisho kwa wafanyabiashara wetu wote, ili waweze kupata taarifa mbalimbali za masoko, za mitaji, lakini hata kupata partnership, kwa sababu haya magazeti yatakwenda katika level ya hapa Tanzania, lakini tutazipeleka pia katika level za mikoa yetu yote 26 kwenye ofisi za Chemba, lakini tutahakikisha pia yanafika hadi sehemu mbalimbali hata kwenye diaspora offices zetu ambazo ziko nchi nzima. Kwa hiyo mimi kama mkurugenzi narudia tena tumefarijika sana na ujio wa wenzetu hao kutoka Wealth Magazine, na na hakika tutaendelea kufanya nao kazi kwa kushirikiana na kutengeneza inayoitwa memorandum of understanding ya mashirikiano kati ya Tanzania Chamber of Commerce Industry and Agriculture na wenzetu hao wa Wealth, ili kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa kushirikiana. Kama mtakumbuka, bila kufanya communication, a proper communication, auweze kuwa visible katika biashara yako unaoifanya au jambo lako lolote unalolifanya, kwa tunaamini wenzetu wamejipanga sisi tunawakaribisha Chamber of Commerce tuweze kushirikiana nao kuhakikisha tunawafikia mwanachama yule wa chini, fanya biashara yule wa saizi ya chini, saizi ya kati na hata wale wanachama wakubwa, yani corporate members. Sisi chemba wafanya biashara tuna ofisi katika ofisi zote 26 za Tanzania bara, lakini pia sisi tuna ofisi katika wilaya zote 138 za Tanzania bara. Tutahakikisha gazeti hili media hii inafika kwa ukubwa kwa support yetu sisi chemba, lakini kama utakumbuka sisi chemba wafanya biashara ni wanachama wa umoja wa chemba duniani yani, International Chamber of Commerce. Pia huko tutahakikisha kwamba tunahakikisha taarifa zetu na gazeti hii tunalipromote inafika kule. Pia sisi Chamber of Commerce ni wanachama wa chemba za Afrika ambao wanaitwa Pan Africanism Chamber of Commerce, na huko pia tutahakikisha kwamba tunafanya kazi kwa pamoja na wenzetu wa Wealth Magazine kuhakikisha taarifa zao za wanachama wetu na wasio wanachama zinawafikia kwa wakati na muda sahihi. Asante. Kwanza kabisa naitwa Babbie Kabae, ni afisa mtendaji mkuu wa Wealth Media Group, ambapo tuko na televisheni na redio. WFM ndio redio yetu inaitwa ni yako, na WTV ambao tunasema Made in Africa, na jarida la Wealth Magazine. Ambapo hapa kwenye uh, Wealth Media Group tunataka kujenga utajiri kila Mtanzania, kila msomaji, kila msikilizaji na kila Mtanzania awe na uwezo wa kujenga utajiri. Kivipi? kufuatilia taarifa na habari za biashara fedha masoko ya mitaji, lakini pia kuwa na uwezo kushiriki kwa namna moja au nyingine. Tumekuja leo kuwa wageni na washirika wa Tanzania Chamber of Commerce, Industries and Agriculture Agriculture Business, hapa ndio nasema ndio hiyo soko kubwa ya uti wa mgongo wa taifa ambao ndio biashara ya kilimo. Sasa, hapa tulipo tumepokelewa vizuri sana na mkurugenzi mtendaji wa TCCIA ambaye ametufungulia wigo mpana kupitia jarida letu la Wealth Magazine, kwa kushirikiana nasi kuhakikisha kwamba taarifa, ambaye mtu ambaye anashirikiana na biashara yoyote chini ya TCCIA, ambao ni wanashiriki wao wana members wao, ambao wanachama wanaweza kupata taarifa sahihi kupitia Wealth Magazine, lakini pia wanaweza kujitangaza kupitia Wealth Magazine, wanaweza kuwa na, na jamii kubwa au mtandao mkubwa sana ndani na nje ya Tanzania. Sisi World Magazine kwa sasa tunafika mikoa kumi na tano ya Tanzania kupitia usambazaji wa World Magazine, lakini kupitia TCCIA wewe kama mwanachama unaweza kupata kopi ya jarida hili ukiwa popote Tanzania, sio tu mikoa yote 26, lakini pia kwenye wilaya hadi ngazi ya mkata. Um, unaweza kupata kupitia TCCIA ambapo hapo tunasema asante sana kwamba unaweza kumwelimisha mwanachama, unaweza kumwelimisha Mtanzania ambaye ana hali yoyote ya kimaisha kuhusiana na biashara, fedha na wigo mpana ambao kuna fursa nyingi uh, kupitia TCCIA. Kwa hivyo tumejifunza mengi leo kama WMG. Tunaangalia kama ndo mwanzo wa partnership, ushirikiano wetu utakuwa kutokana kwa jarida, hadi kwa gazeti hadi kwenye televisheni na redio, tunataka kutengeneza vipindi maalum, tunataka kushiriki kwenye mikutano, tunataka kuwa sauti ya TCCIA kwa jamii. Tunataka tuwepo kila mara. Kuna uh, mtu ananufaika kupitia TCCIA, anaweza anakuja na toa ushuhuda wake. Sisi ni wale ambao tunataka kusimama kidete na wewe mwanachama wa TCCIA. Kwa hivyo tumechukua hii fursa, sio ndogo, ni fursa kubwa kabisa tunasema asante. Ni mwanzo wa kufanya uh, ushirikiano vizuri kwenye MoU, lakini naweza kusema tu yajayo yatatufurahisha sana. Asanteni sana.